Ni waombe wadogo zangu, hebu tengeneza thamani yako. Unajua mimi tu nikichati tu hai, ukanijibu hai, tunavyochati tu naweza kufanya determination kwamba huyu ni mbuyu na huu ni mnazi. Hebu anza kujiupdate hata katika kuchati. Samanini wadogo zangu, nyinyi mabinti, binti wa Kisabato Mwadventista unayejielewa, kwani unapiga picha, umenyanyua makalio afu unatokea status Alafu unatuwekea status, chini unaandika hivi, uumbaji wa Mungu. Ehe, unamwambia Mungu unatuambia sisi. Alafu wewe na akili zako timamu, unataka mimi ni kuchagua wewe kuwa nani? I can't do that. kama una uwezo unajua, mtu anayepiga picha hivyo, maana yake, maana ile status inaonwa na dunia, maana yake umekuja hapa mbele yetu afu umekaa hivi mm. uumbaji wa Mungu ndiyo maana yake Halafu wewe unaona sifa, ukiweka hiyo picha, utakutana na wanaume wapumbavu, wanaume wapumbavu wasiojelewa. Ah, mtoto umenyooka, hakuna kama wewe, na we, asante, na uzuri unachangia. Kwa nini mnajidharau kiasi hicho? Yaani mimi siku hizi kuna wakati unaangalia status za watu mpaka unaogopa. Unakuta mtu na akili timamu kaweka wimbo labda wa Diamond au Harmonize au whatever, wimbo unapigwa afu yuko kwenye simu yake anajifanyia Alafu, akitoka hapo hiyo picha anatuwekea wapi status? Alafu na akili zako timamu, eti mimi nikuoe wewe sawa? Yaani, sawasawa, na umesimama hapa mbele yetu wote unatufanyia hivi? <laughs> We na akili zako, huyu anafaa kuwa mke wadogo zangu? Narudia tena, Di update, usisubiri ndoa ikujengee thamani, tengeneza thamani yako kabla ya nini Hivi unajua kuna wakina dada wanajiamini hata mwanaume kutongoza, akienda yeye ndo anaanza kucholachola chini. Wako wakina dada kwenye hii dunia wanajielewa, hata akifanywa interview. Unajua kutongozwa ni interview eh. Anapoitwa na mwanaume atongozwe, kidume ndo kinaanza kucholachola. Dada yuko serious na maisha yake. An, anajua wapi anakwenda, wapi anako. Kwa hiyo hata akikaa eh, he kakapita nimeitikia wito ah, Naomi mimi nilipokuona nimekupenda. Asante, umenipendaje? Yaani, Mungu akijalia tuoane. Lini hapo? Ah, tu tutaangalia Mungu atakavyojalia. Mimi mwenzio eh, siolewi na mtu anayeangalia Mungu atakavyojalia, ila naolewa na mtu anayejua wapi tunakokwenda. Mi ni msaidizi wako, sasa we ndo unaangalia. Sasa angalia kwanza, ukishajua unakokwenda fanya nini? Rudi. Lakini sasa hivi kuna mtu kutongozwa, unaona sifa na usipotongozwa, tunalalamika. Mi na nini? Mbona siimbi? Shukuru Mungu, una thamani, ndio maana utongozwi. <laughs> la mwisho mwisho, tuna hii circumstances wa dada, imetokea siku hizi sehemu kubwa sana, vijana wengi hata wa Kisabato wanasema wataki kuuziwa mzigo kwenye nini. Umewahi kusikia na nyinyi eh? wanataka wajaribu kisha ndo wafanye nini Swali langu la kwanza ni hili: Adamu alijua hata kama mwanamke anauke? hey, kwani umesema hivyo? <laughs> mnisamehe jamani, moshi moshi haujaisha moshi. Adamu wakati anaumbiwa mwanamke, hata hakujua kwamba kuna maumbile ya kike. Aliyekuwa anajua ni designer na manufacturer. Adamu hakuwahi kujua kwamba kuna A plus B. Nisikilize binti Mwanaume anapokuapproach ya kuoa akataka lale na wewe bila kuoa, kabla hujaingia kwenye ndoa, kimbia, alafu shukuru Mungu kakuonyesha huyo ni kenge. Lakini angalieni nini, mlivyokuwa wajinga, hata mnaowaomba washauri ni watu wa kipuuzi. Eti mwanaume anakutongoza alafu anakuambia tupige game, wewe unamwambia atupige game mpaka tu, tuingie kwenye ndoa. Mwanaume alivyo anaanza kukustress, utakuta mkikutana mambo fresh Hakuitikii kama mwanzo. Pita mambo fresh. Mbona umebadilika? Amna, wewe unajiona keki. Mwanamke sio wewe tu wanawake wako wengi, na wewe ulivyokuwa mjinga unaenda kuomba ushauri kwa shosti. Sasa huyu shosti unaokwenda kumuomba ushauri unamjua yeye maisha yake. Eti shosti, Shosti Abdalla amenitongoza alafu anataka. Shosti anakuambia, acha acha ujinga. Acha ujinga, changamkia kwa sababu anakushauri yeye sio single. Nisikilize mshauri wako namba moja, usiende kutaka ushauri kwa kitu chochote kinachokwenda against na Mungu yeah. Unatakaje ushauri kwa kitu ambacho majibu unayo? Halafu huyo shosi anakwambia acha ujinga, umepewa bure, toa bure, kwani uokovu huo? <laughs> Halafu angalia kitu kibaya usichokijua, huyu mwanaume akilala na wewe anakudharau. Nafuu singelala, asingelala na wewe sasa angalia walivyo, aliyehitaji sex kabla ya ndoa akisha kulala wewe, unajua nimemprotect, atanioa, anakuacha. Sasa kipi kibola, uwacho ujaliwa uliwe uwacho? Hakuna kitu kizuri kwenye hii dunia kama niacho sijaliwa. Hata yule kijana wa kiume akiniona anaheshima na mimi, hata asiponionyesha heshima direct, atanionyesha akiwa na wenzia kwamba yule binti anajijua, anajielewa, iko smart. Kwa mimi ni waombe wadogo zangu, anza kujiupdate wewe mwenyewe, usiwe na haraka. Na haya makorokocho yapo, na Mungu atakusaidia, utaingia kwenye sehemu sahihi na utaona fahari. Yapo ulipo, anza kujithamini wewe. Tofauti ya kuoa au na kuto kuolewa ni kujitambua na kuanza kuishi ukiwa single. Kwa hiyo usije ukafikiri hivi eti wanawake walioolewa wao wameupdate kitu fulani. Na kacha hizi tamaduni zetu zinatuharibu. Utasikia mama yako mzazi kabisa anakwambia, mwangalie Naomi, ulisoma naye, mwangalie Lukia, ulisoma naye, wenzie wote wameolewa, we una shida gani? Na wewe ukitoka hapo sasa, barabara unasema atakayetokea huyo huyo naye. Nimechoka na mimi. Wewe ah, ah, una shida Lukia ana kusudi lake, ana maisha yake. Naomi la kwake maisha yake. Na wewe la kwako maisha Don't, don't, don't forget, subscribe, like, share, and comment.